Tukigeukia siasa, ni kwamba ubabe wa kisiasa kati ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na mrithi wake Profesa Kithure Kindiki unaendelea kudhihirika katika eneo bunge la Mbeere North huku kampeni za uchaguzi mdogo zikiendelea kushika kasi. Wanasiasa hao wamekuwa wakifanya kampeni mashinani kutoka nyumba moja hadi nyingine na katika mikahawa ya Mbeere huku cheche za siasa pia zikitamba katika mikutano yao. Mwanahabari wetu Melita Oletenges anaarifu mengi. Wachezaji wakuu katika uwanja wa siasa eneo bunge la Mbeere North ni aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua na naibu rais Kithure Kindiki, wote wakilenga kufunga bao la ushindi kwa wagombea wa mirengo yao na kuonyesha nani mbabe katika siasa za Mlima Kenya kampeni zao sasa zinaonekana kuchukua mkondo wa kutangamana moja kwa moja na wananchi, kutoka nyumba moja hadi nyingine na katika mikahawa ya Mbeere, wakilenga kuwashawishi wapiga kura kuwaunga mkono wagombea wao Newton Karish wa chama cha DP na Leonard wa Mutende wa UDA. Haujatuwekea maji, haujajenga kanisa, saa hii unakuja unatuambia ati wewe kiongozi wa nani. Waende, asiende, wa waende, wasiende si mimi nilitangazia nyinyi tumefungua hoteli ya Kasongo na Saprano na Ruko na Karinda na Mudende, alafu hoteli si tumefunga? Sasa sasa tulisema ndovu hawezi zikwa na nini na pembe. Pande zote mbili zikinyosheana kidole cha lawama kuhusu madai ya kupangwa kwa vurugu siku ya uchaguzi mdogo huku wakiitaka IEBC kuandaa na kusimamia uchaguzi wa haki. Huo mpango mko nao wa kuleta maaskari tano tano kwa kila kituo cha kupigia kura, ati wamevaa maguo ya raia na watahadharisha wanakuja na matusi hapa, kutusi viongozi wa hapa Embu na Mbeere hapa, wanakuja hapa kupiga wananchi, hatutakubali. Na huku serikali ikionekana kuongeza nguvu ya maendeleo kwa hali na mali Mbeere, Gachagua anasema hilo halitazuia ushawishi wa upinzani. Sasa pesa ya kasongo watu wamekula, wamekula, kasongo amenyolewa, wa kasongo anyolewa, sinyolewe <laughs> kasongo anyolewa, <wa> sinyolewe <laughs> Niko area bampa to bampa, face to face, man to man, head to head. Upinzani na serikali zinaendelea na kampeni zikionekana kupishana katika juhudi za kuzima moto wa kampeni katika maeneo ambayo mirengo hiyo imezuru, viongozi wakifuatana kwa karibu. Melita Oletenges, Runinga ya Citizen.